Kundi la Hamas limeanza kuandaa mateka na miili ya wale ambao walikwisha uawa baada ya kuchukuliwa mateka na tayari kwa kuwakabidhi kwa Israel, hali kadhalika Israel nayo ikiwa katika maandalizi hayo hayo. Hii ni dalili njema ya maridhiano ya vita hii iliyodumu kwa takriban miaka miwili. Karibu na, hii ni TriGen Media. Baadhi ya raia wa Palestina wameanza kurejea katika maeneo yao ya awali huku vikosi vya Israel vilivyopiga kambi katika maeneo hayo ya mashariki ya kati vikiendelea kuondoka pia. Katika hatua nyingine ni kwamba jeshi la Marekani litaanzisha kikosi maalum cha kimataifa nchini Israel kinachojulikana kama kituo cha uratibu wa kijeshi wa kiraia ambao huenda ukajumuisha wanajeshi kutoka Misri, Qatar, Uturuki na Falme za Kiarabu ili kusimamia zoezi hilo. Afisa mkuu wa Marekani amekaririwa akisema kuwa hakuna vikosi vya Marekani vitakavyoingia Gaza, akiongeza kuwa jukumu la Marekani lilikuwa kuunda kituo hicho cha pamoja kwa udhibiti ambacho kitaunganisha kikosi cha kimataifa. Wakati raia wa Palestina wakionekana kuwa wenye bashasha, mchanganyiko na huzuni wanaporejea katika makazi yao ya zamani, ni kwamba baadhi huenda hawataweza kutambua hata maeneo yaliyokuwa makazi yao kutokana na nyumba zao kubomolewa kutokana na vita hivyo. Kwa mujibu wa picha za satellite zilizoonyeshwa na watafiti kutoka Chuo Kikuu cha Oregon ni kwamba asilimia 74 ya nyumba Ghaza ziliharibiwa, sawa na nyumba 198883 tangu vita hiyo ilipozuka Oktoba 7 mwaka 2023. Hadi sasa jeshi la Israel linasema limekamilisha awamu ya kwanza ya kujiondoa kutoka Ghaza baada ya usitishaji mapigano na Hamas huanza kutekeleza siku ya Ijumaa asubuhi ingawa wanajeshi wa Israel bado wanalikalia takribani nusu ya eneo hilo. Hamas kwa upande wao wanasema hadi saa sita kwa saa za huko Gaza siku ya Jumatatu, watakuwa wamekwisha waachilia mateka wote wa Israel wakiwemo 20 wanaoaminika kuwa bado wapo hai na mabaki ya miili ishirini na minane. Israel inatazamiwa kuwaachilia wafungwa wapatao 250 wa Kipalestina wanaotumikia vifungo vya maisha. Takriban malori 600 ya mashirika ya misaada yalitarajiwa kuingia Ghaza kuanzia Ijumaa, ingawa bado haijabainika iwapo misaada ya chakula na misaada mingine ya kibinadamu imeongezeka. Trump anasema kuwa anaamini kuwa usitishaji mapigano kati ya Israel na Hamas utafanikiwa kwa sababu wote wamechoshwa na mapigano. Rais huyo pia anasema kuwa Hamas kwa sasa inawakusanya mateka kutoka katika maeneo magumu sana na ambayo ni tata. Raia wa Israel 251 walitekwa nyara wakati wa shambulio la kundi la upalestina kusini mwa Israel mnamo Oktoba 7, 2023 ambapo wengine takriban 1200 waliuawa. Israel ilijibu kwa kuanzisha kampeni za kijeshi huko Ghaza ambapo zaidi ya watu 67,000 wameuawa kwa mujibu wa wizara ya afya ya eneo hilo inayoendeshwa na Hamas. Hii ni TriGen Media.